Moja nikufundisha ni kitu, kwenye biashara haufanyi unachokipenda, unafanya watu wanachokitanga. Mimi sahivi, mkiniambia sahivi fundisha na mguu mmoja hapa, sina nachobisha, nyie ndio mnataka mguu mmoja juu, eka hapa juu na uweka hapa juu, mimi sina thamani yoyote, sina kazi yoyote, sina shughuli yoyote kama ni ya mwingi darasani Nyonyo iko pale, kwa sababu ya wale watu waulize matakaji. Sasa hivi sisi tunaifsigi, tunawaletea wateja bidhaa nzuri no, no, no, no, no, no. Wateja ndo wanachagua bidhaa ya kuwaletea na huduma kuwaletea ndo maana unaambiwa sokoni ingia na kitu hichi vingine utaongeza kwa sababu, ukiingia sasa hivi nyonyo utaniambia yeye anataka ring light kubwa. Sisi dukoni tunauza ring light, takupa. Lakini sisi tumetoa wapi ile ring light? Nyinyi ndio mmesema tunataka ring light dukoni. Ukitoleta kwa watu wengine, bana bei zao kubwa zinakuwa mbaya. Sasa sisi tunazo hizi, tunauza. So uta develop idea moja itazaa idea ya pili itazaa idea ya tatu hadi nne, tano, sita, kwa well, hiyo sometimes in business just nenda na one idea, eka idea zingine kufukoni, kisha angalia demand soko lilivyo, uhitaji maswali, then una develop idea ya pili. Ndio maana yake.